Tutembee haraka mbaya tufike kituoni, tumechelewa sana. Yaani sijui kwa nini tulicheza karata na kutaniana hadi tukachelewa kulala. Nafikiri tumechelewa kuamka kwa, kwa sababu hiyo, natumaini tutawahi shule lakini, kweli haraka na, na habari jirani sisi tunaenda shule sasa. Karibu sana. Bado kuna nafasi nyingi. Yaani sio kwamba shule yetu ni kubwa sana ila nina uhakika utapata nafasi. Nimerudi kutoka shuleni jirani. Mm. Naona unataka kutengeneza kachumbari ya majani, hiyo itakuwa tamu eh? Uh, iyo sawa, basi ngoja nikuache uendelee. sijui kama utakaribishwa kuonja hiyo kachumbari hivi karibuni, mdogo wangu, labda uwe na subira. huenda siku za mbele atakuchangamkia zaidi. Hata hivyo uvumilivu ni utu, na huu unaweza kuwa muda mzuri sana wa kuonyesha hilo. Hamjambo wanafunzi, kabla hatujaanza somo letu, ngoja niwatambulishe mwanafunzi wetu mpya, jina lake ni Tabasamu. Mkaribisheni. Habari Tabasamu. Oh, anaona aibu. Hana aibu, ila ana uziwi. Kuna mtu yoyote anayejua maana ya uziwi? Ehe, kuna mtu amenyosha mkono. Uziwi ni kutokuwa na uwezo wa kusikia. Mtu akiwa kiziwi ina maana hawezi kusikia, lakini anaweza kufanya vitu vikubwa tu kama watu wengine wenye ulemavu mwingine wanavyoweza. Kwa mfano, nimesoma kuhusiana na mtu maarufu anaitwa Stephen Hawking. Alikuwa mwanasayansi mwenye akili nyingi au kama Nuru kutoka kwenye shule yetu ya msingi ya Kokotoa ambaye anajua sana kucheza staili zake kwenye kiti chake cha magurudumu. Ni za ukweli sana. Sawa kabisa. Sasa naomba tumkaribishe karibu Tabasamu. Ehe, inatokeaje? Ni kitu gani kinasababisha mtu asiweze kusikia? Aha, sasa nisikilizeni kwa makini. Unaweza kuzaliwa na uziwi kwa kurithi kutoka kwa wazazi, lakini pia wakati mwingine unaweza kuwa kiziwi kwa sababu tofauti tofauti kama vile madhara ya matumizi ya dawa. Sasa kwa Tabasamu, yeye alizaliwa nao, lakini anaweza kusoma midomo na kuelewa ukiwa unaonyesha kwa vitendo. Kwa hiyo atakuwa anakaa mbele ili aweze kusoma midomo yangu vizuri. Tabasamu ana mambo mengi ya kuvutia na mojawapo ni kwamba yeye anatumia lugha ya alama, na nina uhakika kabisa kwamba mnaweza kujifunza hiyo lugha pamoja na vitu vingine vizuri kutoka kwake. Oh, nataka kujifunza lugha ya alama. Anaweza kutuonyesha jinsi ya kuonyesha jina lake kwa alama? Aha, Tabasamu, unaweza kuwaonyesha marafiki zako jinsi ya kusema jina lako kwa alama? Tabasamu. Pia nimemruhusu Nina ajiunge na darasa letu leo. Wiki hii kuna wanafunzi wachache ambao tunawachanganya kwenye madarasa mengine ambayo sio yao ili wajifunze na kupeana maarifa kwa pamoja. Nina, njoo jitambulishe. Habari, nimefurahi sana kujiunga na darasa lenu leo. Karibu, Nina. Asante kwa kujiunga nasi. Karibu, Nina. Nina.